Okay, okay, Suleshy Technology, leo niko na Boss, na niko na Ritop hii ni sabufa ambayo imekatikia ndani AV zimekatikia ndani. So nataka nikuelekeze jinsi ya kuzitoa bila kuharibu. Kitu <coughs> cha kwanza inabidi unakuwa na pin, cha pili unakuwa na lighter au kiberiti. Umeona? Tutawasha lighter. Tutaweka tuta pin yetu. Hapo umepata moto, pinyeto imepata moto. Ndazima, ndapachika kwenye AV iliyokatikia, ndashikilia kwa muda, ndayasha kwa muda ipoe zeni hapo, imesha poa, naivuta hii hapo. So rahisi kabisa kutoa hapo, nnakatoa hivyo kaumemaliza so, njia rahisi ya kutoa hizo av zilizokatikia kwenye sabufa ni pini tu na kiberiti au lighter hiyo. So usisahau kusubscribe, kulike na comment Suleshy so, technology more watch more game. Asante.